Zimakweeu misimu kuna <todos> kijana anaitwa Raf, uko huku Lamu. Nataka babangu amesema umtengeneza we kichaa na hata familia yake siwahi mkumbuka, na sirudi kwa Nairobi, abaki huku Lamu mpaka watu wako wa msahau kabisa. Kuna hii michanga nimechukua, ni nyayo yake, ndio nimesema nikuletee ili umtengenezee sasa ningekuomba tu kwa isani isani, kwa isani wanasemanga isani yako ama sani yako, kwa isani, isani yako ya ya tafadhali tu cameraman, ukaweza kunisaidia tu kidogo nikaweza kwenda kufanya nini, ukaweza kwenda tu at least ku nikitetee, nikitetee, nitupeko lugha kidogo, cameraman, taratibu kuja tu taratibu, taratibu cameraman <laughs> kuja nausi, wasikuone kuja polepole, wasikuone onekana. Shauri yako leo, kiswahili mdogo mdogo <laughs> eh, na majambasi alafu <laughs> ikw e ikwe, ati oh, sijuu o Nundumaane alienda <laughs> Ah, habari yako madamu weni mzima eh?

Akweu mizimu, sasa unaweza kuongea shida zako. Mganga, nimekuja nikumwa na babangu. Kuna kijana anaitwa e Raf uko huku Lamu Nataka babangu amesema, umtengeneze awe kichaa na hata familia yake siwahi mkumbuka na sirudi kwa Nairobi, abaki huku Lamu mpaka watu wa kwao wamsahau kabisa. Kuna hii michanga nimechukua, ni nyayo yake, ndio nimesema nikuletee ili umtengenezee asimalize hata siku mbili awe kichaa tayari, na kazini kwake asikumbuke, asikumbukwe na mtu yoyote. Eka simu yakwe <tipos> <Inu apwe> umisimu <tipos> Hii kazi ndogo sana, ila tu na sharti sharti la kwanza, ilete mm. mm. samaki mwenye ana jicho. Sharti la pili ulete ng'ombe na miguu mitatu. <coughs> Hayo ndo masharti. <coughs> Sasa <coughs> mganga, nitapata wapi? simu wakwee umizimu simu ya simu kwee umi zimu <coughs> <coughs> Unataka usaidike, ndio fanya nilichokuelekeza wewe. nipe sharti nyingine. hayo ndo masharti nilokuelekeza. Mganga, hakuna sharti lengine. zimu wakwee umizimu zimu wakwee umizimu Ngoja niangalie mizimu itakusaidia vipi? zimu wakweu mizimu zimu wakweu mizimu. Mizimu inaweza kukusaidia bila masharti. kuwa kuwa hichi uende, mpaka bahari ya saba utamwona malkia, umkabidi, atakusaidia. Sasa nitafikaje bahari ya saba? Hicho nimekiongezea nguvu zangu, au nguvu za mizimu zitakuelekeza. Sharti, na nikikosea masharti tena inaweza fanyika kweli? Kosea masharti, kitachokupata ndio hicho. Na mganga asipokuwa asipokuwa akichaa, nitachukuliaje mimi? Chana, uniamini. Nakuamini kwa sababu babangu ameniambia nikuje huko, wewe unaweza. Mimi ndo mganga wa mofa

simu wakwe umesimu njia itatufikisha pale kwa ile barabara. Kweli ai, sasa hapa hii msitu hii, unajua unaanzia wapi? Unatoka hivi from frying pan ama nini? sfrom si from frying pan to Yeah, paka wazungu pia yeah. <laughs> unakanyaga <pupu>, unakanyaga <laughs> lakini sasa kitu inanisumbua kamera, maana kitu kimoja hakuna siku utai lala usingizi. <laughs> Kwa hii kazi inafaa ukuwe na roho ngumu kama gangumu. Ujaiona ile kitu wanasemaga mlima Zayuni? Kufika kwa mlima Zayuni ni mbali, kufika kumili. Sasa ndio hiyo sasa, kamera mari hapa sasa ndio mlima Zayuni uone, ufike huku wanze kut <laughs> kamera mari, ngoja kuanza kwanza, miba e ime miba imedunga ime kijiti hapa ime ki. Yep. <laughs> Pia imekudunga usijali, hiyo ndio kazi ya Mungu inakuanga hiyo taratibu taratibu taratibu taratibu. Alafu kwenda unajua, siku hiyo unajua tutaenda miguni sasa, ndio utapata ile kitu walikuwa wanasema ati hey, masiwa iko huko, oh matunda sijui mngongo <laughs> no, Goliath naye alianza kufanya manengene huko mbinguni, anachukua ng'ombe zenye tungekamuliwa masiwa, anapeleka kichinjio tena wanachinja. Sasa na ile ma, ile miti ya matunda ile Goliath anakata umesikia ana, ana, ana... Hey. Umesikia tu Kameraman, umesikia tu. Pia wewe nikuambie kama umesikia tu, niambieni. <laughs> Nilikuwa nakuambia, ile miti ya nyilikuanga inatoa ati matunda iko mbinguni, watu wanakudanga matunda. Si Goliathi sana anaenda, anaenda kuhujuri, anakata, anachoma makaa, sasa hakuna matunda huko. Ukienda uende na matunda yako na ni? Umesikia, kameraman? Ukienda uende na matunda yako. Kila kitu ilike huko. Sikia, sasa ni huko ama ni huko. <laughs> <laughs> hii. Yeah, pia nge. Kameraman kunyamaza, ni ambie nge, wacha kunyamaza. Nyamaza nyamaza, unakuanga na nyamazanga, unakuanga na aibu. Unasikia mbwa ya aibu inalalanga ina njia. Mbwa ingine ikienda pali kwa matanga, zingine zina aibu zinakula zinakula, ingine nayo iko na aibu hiyo, mbwa inalalanga njia. Sasa ukinyamaza, cha uriako kitakuramba na ujuenge, ujuenge, nikisikia tu ati eh hey hey eh nutuma ndo huyo mchike mchike, kameraman, mguu yangu niokoe. Mungu wako nipa mguu bure, Mungu anipa mguu akijua kwamba kwa dunia bado nakimbizana na maisha. Ama ukimbizanage na maisha, ukimbizanage na maisha, mimi nitakimbizana na maisha moja kwa moja mpaka vile nitaishika. Twende hivi twende, kaka kameraman, kuja kuja, twende hivi twende namna hii, si ndio? na <laughs> <laughs> najua imekuwa mingi, ni kama Mungu pia ameanza kuchoka na binadamu, ameanza kuleta moto wa jiana mkini chini haraka haraka eh, hii ndio wanaitanga haja mananasi <laughs> hii ndio mananasi hivi tingine, hata kama ukusoma kwa Kiswahili kwa kitabu siku hizo unaonanga tu kwa macho. Hii ndio mananasi kama nini? Hii kameraman nini mananasi ama nini ndio ile kitu tunasikianga, hey, watu wanakula wanakula wanakula wanakula inaku, inatoanga maji, si ndio? nikiongea pia ni jibu, na umenipitishia wapi? hapa bubu mingi, ona kitu kizuri isikuwe kama yeye eh. <laughs> alikuwa kamera bado inaweza kivia vio heza kivia vio, lakini hapana. Riziki haikujange mara pili kamera, mara riziki na kujanga mara moja tu, pia ikikuja mara moja, basi ni hivyo na mimi siwezi ngoja mpaka wenye unaniambianga ati yeye Yesu arudi ndio nioe. Kwani unataka ni nioe nioe ni, ni, malaika mimi siwezi ngoja leo. Hapa ndo bahati yangu imefika kamera bali, nataka taratibu taratibu taratibu kamera bali <laughs> <laughs> Eh, kameraman, asa ningekuomba tu kwa isani, wanasemanga isani yako ama sani yako, kwa isani, isani yako isani, isani tafadhali tu kameraman, ukaweza kunisaidia tu kidogo nikaweza kwenda kufanya nini, ukaweza kwenda tu at least ku nikitetee, nikitetee, nitupeko lugha kidogo kameraman. Taratibu kuja tu taratibu taratibu kameraman kuja kuja, na usiwu, wasikuone kuja polepole, wasikuone onekana. shauri yako leo. Kiswahili mdogo mdogo eh, eza kuwa ako na majambasi, alafu <laughs> ikwe <laughs> ikwe ati oh, sijui sijui nundumani alienda sijui oh, therapist. Ah, habari yako madamu? mm -hmm. Weni mzima? mm -hmm. eh njia njia ya kwenda huko chini ukirudia na huku juu inapatikana huku chini <laughs> aujua hata ile ya kuteremka ukipanda